Haya, sasa ndo naanza kutia sauti. Picha linaanza hapo, unapopaona ni korido ya nje kabisa, ambapo kuna na mlango mkubwa huo hapo, unauona sawa. Na kuja zako mbele hapa, kuna mlango mdogo huu wa kuingilia jikoni, mlango mdogo huu wa kuingilia jikoni. Ukiingia hapa, ukifungua mlango hapa, ni jikoni. Masinki hayo hapo, nayaona baraza hivyo, hii ni sehemu ya kukoshea koshea o, na hapa ni sehemu ya kupikia, na hapa mwisho kabisa nisimu, ni sehemu ya kuwekea friji na mini jiko kuka hapo, sawa so. Pando jikoni mazingira yake hayo hapo kama unavyoona, kama unavyoona jikoni, kuna taa mbili, taa mbili hizo hapo pamoja na, na feni Hizo hapo sasa, kisha kuingia hapa jikoni, ukiingia tu huo mlango unauona huo wa kuelekea katika vyumba na sebleni kwa maana ya ukumbi, lakini hapa <coughs> kuna tena mlango mwingine hapa hapa jikoni, ni mlango wa kuelekea dining, sehemu ya kula. Hii vyakula vyako umeshapika umeshaandaa, unakuja zako hapa. Hapa kona hapa ni sehemu iliandaliwa kwa ajili ya kuweka friji hapa nyuma kwenye kipembe. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kula, unakaa unakula, na ile kule ni sinki kwa ajili ya kukosha mikono kabla ya kula na baada na baada ya kula. Hapa vile vile kuna taa mbili na feni lake moja kama unavyoona, na vile vile hapa kuna milango miwili kuna huu mlango wa kutokea ukitoka jikoni, huu unauona, ambapo hapajawekwa kitu chochote, yani kuna sehemu ya kupita na kuingia na kutoka hapa. Yani hapa ndo naingia, lakini vile vile huu mlango unauona huu, ni mlango umetoka jikoni umeingia sehemu ya kula. Yani sasa unakuja zako unatoka kwa mlango huu <coughs> unakutana unakutana na hey! Mwana, kuna mlango wa kuingilia vyumbani huu. Haya, nakuja nachukua video kidogo. ni, ni, ni mlango wa dining huu hapo. Hapo unaingia ukumbini. Kumbuka, kuna mlango wa kutokea jikoni vile vile, kuna milango miwili u unauona, ni mlango wa nje Alafu kuna huu hapa pia mlango wa kuingilia wa kuingilia hapa. Ambapo ukifika hapa kuna ukumbi ule pale then kuna chumba hiki hapa. Chumba unaingia chumbani, ambapo hii ni master, hiki choo cha master kama unavyokiona. Ambapo mlango huu hapa sasa ndio unaingia chumbani. Hapa kuna switch hii ya kuwasha AC. Kuna taa ya kwanza kama unavyoona, hizi tawaka hizo kwa switch ya kwanza, ambapo hizi taa zinabadilika rangi na ukiwasha ukizima inabadilika rangi, unaona. Alafu kuna taa nyingine hizo zimewaka nyeupe, lakini ukizima ukiwasha tena zimewaka nyekundu. Ukizima ukiwasha tena hivyo zimewaka rangi ya blue <coughs> kwa hiyo ni chumba kama unavyokiona, kuna switch socket hizo hapo Unataya waoiwapo ne za taa ne switch kwa ajili ya television na ya mingineo ya. ukitoka katika chumba hichi sasa, hapa ni ukumbini ninekwambia. Sasa ukitoka ukumbini, unakutana na korido. Korido hiyo ina taa mbili pande wapo wa kulia. Lango la kwanza kulia ni chumba cha master mlango wa pili ni bedroom ya kawaida. Mlango wa tatu unaoona kule kulia kwako ni master. Mlango wa mbele unaokuelekea ule ni bedroom, lakini tukianzia kushoto kutokea tukia kule sasa, kwenye mlango unaokuelekea kushoto kwake kuna choo pale public. Unofuata ni mlango wa kuelekea jikoni. Unofuata ni mlango wa kuingilia Dining. Sasa unaweza kuingilia jikoni pale lakini vile ukilingia jikoni kuna mlango ambao unakuleta dining na ukiingilia hapa dining kuna mlango ambao unakupeleka jikoni na nje huko, sawa. Kwa hiyo, hii nilikwambia ni bedroom. Hii hii hapa kama unavyoiona bedroom, hizi shughuli za kiumeme zote nimefanya mimi mwenyewe kuanzia mwanzo mpaka hapo, unajiona production yake ilivyopatikana. Kwa hiyo tunatoka ndani ya room hii hapa, nimekuambia ni dining, hapa nimekuambia ni jikoni, na kuja zetu hapa tunakutana na master tunakutana na master mwingine. Hii hapa ndo toilet yake kama tulivyoona mwanzo, na hii hapa ndo rumu yake. Naingia rumu yake hii, bado mpya kabisa. Tumeifanyia installation sisi wenyewe kutokea mwanzo mpaka mwisho. Hii video yenye sauti, itakuwa taa hazifanyi kazi kwa sababu ndo tayari tusha kuonesha mwanzo katika <coughs> video ambayo haina sauti. Kwa hiyo hii ndio ile room sasa, ninakwambia ni bedroom ambayo mlango wake ulikuwa umekuelekea moja kwa moja wakati nakuelekeza, mna upande wa kulia, mpaka tukafika katika room hii hapa. Unaona? Eta, kama unavyoziona hizo zinawaka kwa rangi tofauti tofauti. Room hizo hapo sasa, kuna wajani tu ama walinzi wanao linda. Kwa hivyo hii ndio nyumba ambayo nimefanyia installation mimi mwenyewe kuanzia kutindua mpaka tumemaliza. Hapa ni corridor yes. Eh! Kwa hivyo tunatoka setu nje. Okay mlango kabisa kutokea nje hapa tumeshatoka nje.